Kwa majina yangu naitwa Gori Kingu. Mimi ni mshirika wa huduma uzima katika neno. Tulikuwa na semina ya wachungaji kuanzia Jumatano mpaka leo. Tutaweza kuona au tuwashirikishe nini ambacho wachungaji wetu wa matayo uzima katika neno wameweza kujifunza. Nipo na pasta wetu anaitwa Alex. Ni yeye ni mchungaji wa uzima katika neno Kiponza. Bwana asifiwe pasta. Amen, amen. Bwana asifiwe sana amina. Nilikuwa ninatamani mm, kujua jinsi ya semina ulivyoifurahia hapa Maramba makao makuu. Amen. Kwa majina naitwa mchungaji Alex Mkwama, nachunga kanisa la uzima katika neno, niko Mbagala Mbande Kiponza. Tunamshukuru Mungu sana eh, kwa maendeleo ya pale Kiponza na tunamwona Bwana, lakini tunashukuru Mungu pia kwa semina ambao tulianza hapa toka siku ya Jumatano na tumemwona Mungu kupitia askofu mkuu wa makanisa ya uzima katika neno mtume Dr. Moses King. Tumefurahia namna alivyotuimarisha kupitia misingi ya semina, hususani kumjua Baba, na tumeelewa namna ya kumjua Baba yetu sisi tulio watoto. Kwa tumefurahia kwa sababu semina imekuwa ya baraka na Mungu amekuwa mwaminifu kwetu na tumeimarika zaidi ya vile tulivyokuwa awali. Amina. Kwa mafundisho uliojifunza kutoka kwa baba yako Apostle Moses Kingu, labda umejiandaje na ukenda tawini kwako, labda ah, jambo muhimu ambalo askofu mkuu alikuwa anasisitiza, utumishi wetu uwe ni utumishi ambao ni waneno la Mungu kwa sababu msingi mkuu wa Ukristo ni neno la Mungu ambao ndio Yesu mwenyewe ambao ndiye Mungu mwenyewe. Kwa hiyo tumesisitizwa sana kwamba tuhakikishe injili zetu zijikite kwenye neno la Mungu na wala tusitafutwe vitu vya matakwa yetu sisi wenyewe kama tunavyoona watu wengine wanapoliacha neno na wanahubiri vitu vya akili zao. Kwa hiyo tutazingatia zaidi kusimamia neno la Mungu kwa sababu ndio msingi wa Ukristo. Amina. Unaweza ukatoa salamu ya Pasaka kwa watazamaji wote wanaotusikiliza oh, Kwanza uh, niseme heri ya Pasaka kwa wale wote na tunazidi kumwona Mungu kupitia Pasaka kwa sababu Pasaka ni ukombozi. Pasaka ya kwanza ilianzia Israeli, katika taifa moja kutolewa katika utumwa wa Farao, lakini pasaka ya sasa ni Yesu mwenyewe. Yesu ndiye pasaka. Kwa hiyo tunafurahia kupitia Yesu Kristo aliyeteketezwa kama mwanakondoo, na sisi leo tukaokolewa, tuko salama kupitia pasaka hiyo. Na akasema kwa kupigwa kwake sisi sote tumepona. Kwa hiyo amini ya kwamba umepona kupitia pasaka hii, na wala usiwaze tena kuwa na magonjwa, kuwa na laana, kwa sababu pasaka iliondoa mikosi, laana, magonjwa yote, tumekuwa salama. Yesu akasema sasa, imekwisha, na kweli laana zimekwisha, tuko salama mpaka sasa. Amina. Kwa wewe uliosikiliza hizi nondo, kama wewe ni mwenyeji wa Mbagala, usiache kwenda katika kanisa la Uzima katika Neno, Mbagala Kiponza ni kanisa maarufu sana, inajulikana sana. Ukifika pale, ulizia tu kwa mchungaji pasta au pasta Alex Mkwama, utaelekezwa na utafika vizuri, na utahudumiwa karibu sana katika huduma yetu uzima katika neno. Pia manamba mawili ili kutupata, unaweza kupiga namba sifuri saba tisini na nne sabini na nne sabini na tano themanini ni sifuri saba tisini na nne sabini na nne sabini na tano themanini pia ili kwamba ni mwenyeji mwenye wa Mbagala na umevutiwa na nondo hizi za Pastor Alex na unataka kwenda, nitamkaribisha ili aweze kutaja mawasiliano yake, na Mungu atakubariki. Karibu Pastor. Kwanza niwakaribishe watu wote kumbuka, kanisa letu la uzima katika neno halichagui dhehebu ya mtu, ni watu wote tunakusanyika kwa pamoja, tunamwabudu Mungu. Kwa mawasiliano 0619 Themana moja mwisho elfu mbili ziro sita moja tisa themanini moja mwisho elfu mbili. Lakini pia YouTube tunapatikana uh, Mji wa Raha TV, andika Mji wa Raha TV utatupata kule. Mungu akubariki sana, na niwakaribishe watu wote. Kumbuka tuko Mbagala Mbande Kiponza, kishuka Kiponza nyuma ya fipaki tuko pale. Mungu akubariki sana Amen. Amina.